Ah, ndugu zangu, habari za asubuhi. Leo ni siku nyingine na ni siku muhimu sana e, ni siku muhimu, ni siku ile ambayo watu wengi wameisubiria kwa ajili ya kuelewa kwamba triki e, ya siri ya betting, ile triki ya tano ni ipi, na leo ndo siku ambayo mimi inaenda kutoa triki ya tano. Aa, kabla sijasonga mbele nipende kusema kama wewe ni mgeni katika chaneli hii kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, kwa sababu ukishafanya hivyo utakuwa na mimi eh, karibu sana, pindi nitakapoposti video yangu nikisha upload wewe utakuwa ni wa kwanza kuipata na utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuelewa nimefanya nini hapa kwenye channel ya YouTube. Lakini vilevile vile, kama wewe ni mgeni niendelee kukukumbusha au nikwambie au niku, nikueleze kwamba hii ni triki asili ya tano, na kama hii ni triki asili ya tano ya betting maana yake nimeshatoa triki nne za siri za betting. Kwa hiyo fanya kurejea video zangu nne zilizokwisha kupita utaielewa siri ya kwanza ya betting, utaielewa siri ya pili ya betting. Na utaielewa siri ya tatu mpaka siri ya nne, hadi leo siri ya tano, na nikuhakikishie endapo ukikaa kwenye chaneli yangu ukatazama triki tatu nne aidha tano ukaziweka kwenye kichwa chako na uka, au ukaziweka kumbukumbu kumbu katika daftari na ukawa ni mtu wa kuzitumia, na kuhakikishia utapata faida kubwa kikubwa tu, upunguze tamaa, upunguze idadi za mechi na idadi za mechi ambazo unapaswa utembee nazo, tembea na mechi tano kurudi nyuma. Hizo mechi tano jamani, ukibeti mechi tano unakuwa na asilimia eh, tisini na tano ya matokeo. Kadri unavoongeza timu ndio unavyopunguza asilimia za ushindi. Kwa hiyo triki inafanya vizuri, lakini sio kwa mechi nyingi. Mwingine akisikia hii ni triki nzuri ya siri basi anajua ni mechi zote duniani zitatoa kwa triki hiyo. Hapana, kuna zingine wachezaji wanaamka wako vibaya, au kuna matokeo yanatokea ambayo <coughs> hayakutarajiwa kama redi kadi na vitu vingine, au mchezaji aliyokuwa anategemewa kushindwa kucheza, hivyo inatokea hali kama hiyo. Baada ya hapo, mimi sipendi niwe mzungumzaji sana, twende E, moja kwa moja kwenda kuangalia chaneli yetu e, tuingie katika kwenye chaneli yetu tuingie e, I'm sorry sorry kidogo mambo yameingiliana. E, tuingie katika e, kampuni letu pendwa, kampuni la Bet power, twende tukaangalie hiyo triki ya siri ya tano, na baada ya triki hii Jamani, baada ya triki hii kuna website tano. Website hizi ndizo zinazotumika na wale e, wabetiaji wakubwa duniani. Website hizi nitakazozitaja, baada ya video hizi, video zitakazofuata, nitataja e, e, nitataja website tano. Nitaanza na moja, jinsi ya kuitumia, jinsi ya kufaidika nayo. Ehe. Kwa hiyo hizo ndizo website nitakazotaja tano ambazo zinatumika na wabetiaji wa wakubwa duniani. Kwa hiyo endelea kuwa na mimi, nifuatilie. Baada ya hapo tunaingia kwenye beti power kama kawaida lakini kama wewe ni mgeni kumbuka kusubscribe, kulike na kukoment, utapata vitu vingi sana kutoka kwangu, na vilevile vile mkumbushe jamaa yako, rafiki yako, ndugu yako, mwambie kuna mshikaji anaitwa Master Two Odds yuko vizuri kwenye mambo ya triki, mbinu mbalimbali mbali. E, na pia ameahidi kutoa website tano za moto zinazotumika e, na betas mbalimbali <laughs> baada ya hapo basi twende kwenye triki yetu ya leo, ni triki ya tano ya siri <coughs> jamani, triki hii leo kuna vitu vichache ambavyo tutaenda tuangalie vitu hivyo. Tutaangalia vitu viwili tu, hivyo vitu viwili ndio vitatudirect sisi kuelewa kwamba hii gemu inaenda kutoa kwa kiasi gani. Leo kuna vitu tunaenda kuangalia, na triki yetu leo itakuwa inahusu double chance, nafasi mbili, ashinde a draw. Hiyo ndiyo tutatumika nayo, na kabla ya kuangalia ashinde a draw e, tutachoenda kuangalia ni sehemu mbili za muhimu. Jamani, tutaanza na gemu ya kwanza inayoiona hapa mbele yangu. Itakuwa ni gemu ya Manchester City e, na Nottingham Forest tunaenda kuangalia nini? Hapa tunachoenda kukiangalia tunaenda uh, kuangalia sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaenda kuangalia katikati, lakini sehemu ya pili tunaenda kuangalia Uh, sehemu ya mtu aliyezidiwa, si kama naeleweka? Tunaenda kuangalia sehemu ya kwanza ambayo ni katikati hapo, lakini sehemu yetu ya pili tunaenda kuangalia kwa mtu aliyewekewa odi za kuzidiwa, haijalishi yuko ugenini au yuko nyumbani. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hii triki ya siri ya tano, tunapoangalia katikati, hakikisha pale katikati hapa hapa pawe na odds ya nne au odds ya tatu. Kitu cha kwanza hakikisha kuwe na odds ya nne au ya tatu. Baada ya hapo, baada ya hapo tunaenda kuangalia upande wa mtu aliyezidiwa, upande wa mtu aliyezidiwa, hakikisha yeye awe na odi ya tano tu, isifike sita na isifike e, nne. Yani hakikisha iwe tano point something kwa upande wa mtu aliyezidiwa. Baada ya kufanya hivyo, hiyo gemu unaenda kuipa double chance aliyeaminiwa mfano hapa, Manchester City tunaenda kufunua, tunampa double chance. Nadhani kama ujanielewa vizuri hapa, subiri mfano wa gemu inaofuata nikueleweshe vizuri. Na nikisha sema hivi, usikurupuke kukimbia, tukenda kuchambua mechi, nisikilize hadi mwisho, kuna vitu vingine utaelewa. Hapa nimempatia Manchester City ashinda draw. kwa sababu e ya triki yetu inavyosema. Triki yetu ni kwamba hatumwangalii Manchester City ana odi gani hapana, tunachoangalia sisi, tunaangalia katikati, kuna odsi ya nne, yani hapa inatakiwa kuwe na odsi ya nne au ya tatu katikati, alafu huku kwa mtu aliyezidiwa awe na odsi ya tano kamili, yani tano point isiwe sita na isiwe nne, yani isiwe sita na isiwe nne, yani iwe tano, ichezee kwenye tano, sio kama. Naeleweka? Baada ya hapo, tunaenda kuprove kwamba tumempa double chance kweli. Tunaenda kuprove hapa, tunachokifanya tunaenda kugusa sehemu imeandikwa statistics hapa. Sasa nimeingia ndani zaidi, lakini wewe sio lazima uingie pale kwenye statistics. Hapa mimi nimeenda kukuelekeza tu, kuonyesha kwamba kweli Man City ana uhakika baada ya kugusa hapo <coughs> baada ya kugusa hapo tutaona kuna alama kama kieksi fulani kimekuja. Kwa hiyo itafunguka hivi, na ikishafunguka sisi moja kwa moja tunaenda head to head kwanza. Tukishaenda head to head mwenyewe, utaangalia Manchester City ana asilimia sitini za kushinda, draw ni asilimia ishirini na mbili lakini uh, kushinda Nottingham Forest ana asilimia kumi na nane. Kwa hiyo ukipiga double chance ukimpatia Manchester City ashinda a draw, maana yake unakuwa umechukua eh, zile wini possibility zote mbili kubwa, yaani unakuwa ile draw, na ukishaangalia draw pia ni kubwa asilimia ishirini na mbili haiwezi kulingana na kumi na nane lakini asilimia sitini pia ni kubwa, kwa hiyo unakuwa umechukua nafasi mbili kubwa vilevile. Vile unaangalia huyu amewini mara tano, dro ni nne, lakini Manchester City ameshinda mara tisa. Hicho bado sio kigezo, tunaenda kuangalia fom. Unaona, tunaenda kuangalia fom. Yani hapa nakupeleka ku, na kupeleka tu ukaangalie kwamba ni jinsi gani, kwa nini tumempatia Manchester City ashinda dro. Je, kweli itawezekana kwenye fom? Uh, tunaangalia position hapa position. Kwenye position huyu ni Nottingham Forest wa nyumbani. Kwenye position yuko nafasi ya kumi na saba, lakini michezo michezo ni kumi na saba pia na alafu uh, point ni kumi na nane, lakini hapa kuna kitu kinaitwa overload. Overload hapa yani ule mwendelezo wake, mwendelezo wake hapa, mwendelezo wake unamuona kabisa e, ametoa amepoteza mm, amepoteza hapa, amepoteza lakini hapa akawini, hapa akapoteza, hapa akawini, hapa akapoteza. Huo ndio mwendelezo wake. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani huyu Nottingham Forest, hapa anapokuwa nyumbani hapo Unaona kabisa ana asilimia ishirini na tano za kushinda anapokuwa nyumbani, lakini anapokuwa ugenini ana asilimia kumi e, na moja za kushinda hapo. Ni half time full time ana ishirini na tano e, lakini na ugenini full time ana thelathini na tatu. Huyo ni Nottingham Forest. Twende tukamwangalie Man City. Ukimwangalia Man City jamani, ukimwangalia Man City unaona ana, nina, yuko nafasi ya pili mechi zake ni kumi na saba ana point thelathini na saba. Hiyo tayari inakudhirisha kwamba hii ni timu kubwa na ni timu inayofanya vizuri, lakini ukija kuangalia kwenye overlaw yule mwendelezo Manchester City hapo hajawahi kupoteza michezo mitano eh, amewini amewini amewini, amewini amewini amewini, michezo yote mitano amewini. Lakini tukiangalia Manchester City akiwa nyumbani, amewini michezo zote. Half time ana asilimia sitini na saba za kushinda, lakini full time ana asilimia themanini na tisa za kushinda hapo akiwa nyumbani. Je, akiwa ugenini? Ndio leo yuko ugenini, ugenini, akiwa ugenini E, akiwa ugenini ameshinda mechi moja akapoteza moja akapoteza mbili akashinda michezo yani, amepoteza michezo miwili na akashinda michezo mitatu, ila akiwa ugenini half time ana asilimia e, sabini na tano za kushinda akiwa half time, akiwa ugenini, lakini akiwa e, ugenini huko full time ana asilimia sabini E, na tano hiyo inaonesha kabisa Manchester City ni timu kubwa na timu nzuri, yuko nafasi ya kuwa ya pili maana yake anapambana kwenda nafasi ya kwanza, kwa hiyo hapo ukimpa win au draw Manchester City anaenda kufanya vizuri. Hapo nimekufafanulia kwa ndani zaidi lakini kwa game zijazo nitakuelekeza pasipo e, kuingia kwa ndani zaidi ili kupunguza muda. Hapo umenielewa nadhani wewe utachokifanya ni kuanza e, kufuatilia game kama hizi. Unaona, kwa mfano huyu, kuna hii hapa, unaiona kabisa, kama nilivyosema, half time, yani pale katikati kwenye draw, hakikisha awe na odi ya tatu au ya nne, alafu huku kuwe na odi ya tano kupanda na isifike sita wala isishuke kuwa nne, lakini kwa gemu hii sikushauri kuichukua, kwa sababu ukiangalia vizuri utaona hapa kuna tano kamili. Maana yake wenda ilikuwa ni nne point themanini au tisini, kwa hiyo roboti wametikisa ikawa ni tano. Kwa hiyo hii unaweza ukaachana nayo. <coughs> sijui kama nimeeleweka, hiyo unaweza ukaachana nayo. Ukatafuta gemu jamani, kuna Senegali na Congo. Senegali na Kongo. Japo kwenye ile video trick sijui namba ngapi niliwaambia timu kubwa ikiwa na e, ikiwa na ods moja point themanini mpaka tisini ujue huyo mkubwa atapoteza. Lakini atapoteza kwa nini? Mpaka huku nyuma e, kwa huyu mbaya ajaaminiwa awe na odi ya nne au ya tatu. Sijui kama nimeeleweka, lakini ukikuta na odi ya tano huyu ambaye anaonekana dhaifu tano, uelewe hiyo gemu anaenda kushinda aliyeaminiwa tu, na kama hatoshinda, basi atatoa sale. Kwa hiyo hata hapa Senegal, ukimpa ashinde au atoe sale, hapa ashinde au atoe sale, hii gemu inatoa. Kwa hiyo triki yetu ya leo iko hivyo, nadhani kama nimeeleweka. Nadhani tumemwangalia Manchester City, unaona kwa mfano egemu ya Aseno na Aston Villa, jamani, hii hapa unaweza ukamuua Chelsea hapa, kwa sababu hajafikisha eh, odds tano. Hii sasa ndio inatumika katika ile siri niliyoitaja kule nyuma eh, bila shaka itakuwa ni siri ya nne, itakuwa ni siri ya tatu au ya pili. Kwa hiyo hapa unamuua Chelsea na hii game leo, utaona Chelsea atakavyoangaika Chase, atakavyopata shida kuyapata matokeo. Kwa hiyo ndo hivyo ndugu zangu e, unaenda kuangalia katikati, lakini usichukue game kama hii. Unaona hapa kuna nne, ndiyo triki yetu inakubali, lakini hapa, hapa pana saba, hii usichukue. Kwa triki ya leo hiyo usichukue. Nadhani kama ninaeleweka ndugu zanguni, kama bado ujaelewa unaweza ukairudiarudia video yetu vizuri. Hiyo itakufanya kuelewa vizuri vizuri. Hii ni triki ya tano na ya mwisho, kwa hiyo tutaenda kwenye triki yetu e, tutaenda kwenye, baada ya video hii tutaenda kwenye website. E, kwenye website zetu zile tano zinazotumika na tipas mbalimbali, jamani, hapa kuna, Af kuna South Africa na Zimbabwe. Gemu kama hii ndio unapaswa uchukue. Ukiangalia katikati kuna tatu pointi, um, hamsini nanne, lakini huku kuna tano ko hii, unaenda kuipa double chance ah, South Africa unampa double chance hata hapo. Ukienda kuifunua sol naona imetoka kidogo, lakini tuvumiliane. Lakini pia wewe kama ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment hiyo itasaidia wewe kuelewa kinachoendelea, nadhani ndugu zangu, hapa unaona e, unampatia South Africa ashinde adro. Baada ya kusema hivi, mi nadhani nitakuwa nimeeleweka. Niseme tu e, uchambuzi ulio mwema, na Mungu awabariki ndugu zanguni, asanteni sana sana sana, asanteni sana.